Sisi shughuli zetu zinahusiana sana na jamii, na tunaamini jamii iliyo bora ni ile jamii yenye afya bora, na hususan upande wa kina mama. Kwa siku ya leo tukasema, katika kuadhimisha siku hii ya leo pamoja na wafanyakazi wenzetu, basi tuje tutoe baadhi ya vifaa tiba kwa ajili ya kuweza kusaidia wakina mama pamoja na watoto. Kwa mtaona kama tumeleta vifaa tofauti tofauti, tuleta sterilize mashine tumeleta mzani wa kupimia uzito pamoja na urefu. Kuna boksi za injection ambazo tumezileta zipo hapa. Vifaa hivi vyote katika kuunga juhudi za hospitali pamoja pia na wadau wetu ambao ni madaktari wanaowahudumia jamii yetu ya hapa Mbweni. Tumehusianisha sana vifaa tulivyovileta, pamoja na dawa, ni kwa ajili ya wanawake pamoja na watoto. Kwa tumeona tuwaguse, kwa sababu ukimgusa mama unamgusa mtoto tumeona moja kwa moja siku ya leo tuidhinishe kwa kumgusa mwanamke moja kwa moja. Ni sisitize pia kwa wanawake wanafunzi ambao bado wako mashuleni kusoma kwa bidii, lakini pia kuto kuogopa kuchukua zile kozi ambazo wengi wanadhani ni za wanaume, lakini pia wanawake wanaweza, kwa sababu tunaona kwenye taasisi yetu vio vikubwa wako wanawake. Nisisitize tu pia hilo, pia hilo, lakini pia na wanawake ambao tuko majumbani tusiache kupambana kufanya juhudi za kujitegemea sio Gemea tu kwamba tutawezeshwa kwao, na sisi tutoke nje kutafuta fursa na kuangalia kipi kinaweza kutofaa na kuendeleza jamii zetu. Tukiona wadau wananchi wa Tanzania wanajitoa, tunapata moyo kwamba ni njia uh, ya kuendelea kuanza kujitegemea sisi wenyewe. Kwao tunatamani na wadau wengine waige mfano wa APC kwamba huduma za afya za kwetu sisi zitajengwa na sisi wenyewe o tunawashukuru sana kwa kuonyesha mfano huu. Tunatangulisha shukrani zetu za dhati kwa uongozi na management yote ya APC kwa kutuona na kutujali kwa kuja kujumuika na sisi leo na siku zijazo. Na karibuni sana. Hitaji hapa, tunahitaji vitu vingi sana. Tuna changamoto ya furniture, tuna changamoto ya maabara yetu ni sini, kwa hiyo tunahitaji kupanua pia hatuna vyoo vya wagonjwa. Tuna matukutu mawili, kwa hiyo ni machache. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau wengine waige mfano wa APC wa kuja kutoa msaada na kuungana nasi pamoja msiweze siweze